Najua umeishi miaka mingi bila kujua kuwa maisha ni mchezo wa hatari, na ili ushinde mchezo huo ni lazima ujue sheria zake, na sio kuishi kwa kufuata utaratibu uliowekewa na wachezaji wenzako. Leo nataka kufichua siri nzito ya sheria tano, ambazo ndio silaha inayotumiwa na matajiri au watu wako wa karibu wanaokuzunguka, kukushinda na kukutawala. Toka utotoni umefundishwa kuwa dunia inaendeshwa na wema, eti ukiwa mwema mambo yako ndiyo yanakunyokea, kumbe um waukilishwa uongo mtamu. Siri uliofichwa ni sheria ya kwanza kuwa dunia haina wema. Ndiyo maana watu wanaoijua sheria hii wanakutumia bila wewe kujua, kwa kujifanya wao ni wema zaidi yako, na siku wakichoka kukutumia, ndio watakuonyesha kuwa dunia haina wema. Sheria ya pili ni kutazama maslahi yako binafsi. Hakuna binadamu anayependa ufanikiwe kuzidi yeye, kwani dunia ina watu wenye wivu, usaliti, unafiki na chuki zisizoonekana kwa macho. Sheria namba tatu ni kukubali maumivu ya leo ili kupata raha ya kesho. Kamwe usikubali kuuza leo yako kwa kudanganywa kuwa kesho haiwezi kufika au kwa kupewa ahadi na yule anayetaka kuitumia leo yako. Sheria namba nne ni kuwa peke yako. Epuka kujificha kwenye kivuli cha kundi, epuka kufanya mambo kisa wengi wanafanya. Maana watu wengi wanaogopa kufanya vitu kisa wengine hawafanyi, bila kujua wanachopoteza ni nguvu ya kukubali kuwa peke yako ya tano na ya mwisho ni sheria ya kujitoa mhanga. Kamwe usiogope kufanya jambo kwa kuhofia mwisho wake huenda utakuwa mbaya. Usiogope kujaribu mambo ya hatari, usiogope kufanya yasiyowezekana, na kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikisha kutoka kizani. Langu jina naitwa Masai Mix Pro.